Marekani na China zimekuwa kwenye mvutano kwa muda mrefu sana kutokana na sababu mbalimbali mbali, hasa kiuchumi, kiteknolojia na kijeshi. China imetoa onyo kali ikisema kuwa itachukua hatua madhubuti dhidi ya mataifa yoyote yatakayoshirikiana na Marekani kwa njia ambayo itaathiri maslahi ya taifa hilo. Kauli hiyo ya China imekuja kufuatia ripoti zinazoeleza kuwa Marekani inapanga kuzishinikiza baadhi ya serikali kuacha kufanya biashara na China kama sharti la kupewa misamaha ya ushuru wa forodha wa Marekani. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, mpango huo wa Marekani unachukuliwa kama jaribio la wazi la kuiwekea China vikwazo vya kiuchumi kwa kutumia mbinu za kisiasa na shinikizo kwa nchi nyingine. China imeeleza kuwa haitakubali hatua zozote za aina hiyo na itaweka mikakati ya kulinda maslahi yake ya kitaifa na biashara yake kimataifa. Taarifa hiyo pia imekuja katika wakati ambapo uhusiano wa kibiashara kati ya China na Marekani umekuwa na mvutano mkubwa sana kwa miaka kadhaa, hasa katika nyanja za kiteknolojia, nishati na usalama wa kimataifa. China imesisitiza kuwa biashara za kimataifa zinapaswa kuendeshwa kwa misingi ya usawa na kuheshimu kanuni za soko huria.